Sangun ni mwanaume anayesaka nyumba ya kuishi pamoja na mpenzi wake Minsu. Hata hivyo, bei ya nyumba ni ya juu sana kwao, hivyo lazima waokoe won milioni 30. Kuna chaguo jingine: kufunga ndoa, kwani hilo lingewezesha kupata punguzo la ndoa. Katika uhusiano wao, Minsu ndiye anayesimamia fedha, kwa kuwa ni mtu mwenye uwajibikaji na mwenye ujuzi mkubwa katika masuala ya kifedha. Siku inayofuata, baada ya kupokea simu, Sangun anaenda kumwona baba yake, ambaye hawajawahi kuwa na uhusiano mzuri tangu alipokuwa mdogo familia yake iliishi katika migogoro ya kiuchumi ya mara kwa mara. Baba yake anamwambia kuwa atastaafu kazini kwa sababu ataanza kupokea pensheni. Wakati wa mkutano huo, anamfunulia siri na kumhamishia baadhi ya nguvu ambazo zimekuwa zikirithiwa kizazi hadi kizazi. Anaeleza kuwa kuanzia sasa urithi ni wake. Kadri anavyomiliki pesa nyingi, ndivyo atakavyokuwa na nguvu zaidi, lakini kila mara anapotumia nguvu zake atapoteza pesa. Aidha, hawezi kutumia pesa za watu wengine na lazima awasaidie watu wengine kila mara anapoamsha uwezo wake sarafu huanguka kutoka mwilini mwake. Sangun anaamua kumwambia Minsu siri hiyo kwa kuwa hamfichii chochote. Anaamini kuwa ni kisingizio cha kipuuzi cha kuepuka ndoa, lakini anamthibitishia kuwa ni kweli. Anapotumia pesa, zinatoweka na nguvu zake zinaongezeka. Minsu anafikiri kuwa nguvu zake zinaweza kuwa za msaada mkubwa, lakini baada ya kufanya mahesabu anatambua kuwa hazina ufanisi kwa kuwa wote wawili wanahitaji kuokoa ili kununua nyumba. Ndiyo maana anamwomba asitumie tena nguvu zake kwa sababu hazina faida kwao. Siku inayofuata akifika a ushauri wa Minsu Sangun anakuwa baridi zaidi asiye na huruma na mkorofi kwa wenzake kazini katika jaribio la kukata tamaa la kuboresha hali yake ya kifedha anapendekeza kuwekeza katika sarafu za kidijitali jambo ambalo Minsu analiona kama ulaghai badala yake anapendekeza wauze vitu vyote ambavyo hawavihitaji baada ya kuuza kila kitu Sangun anatoka kufanya usafirishaji na kwa sehemu ya pesa ananunua PlayStation 5 muda mfupi baada ya kuondoka mwanaume mmoja anashambuliwa Sangun anafikiria kumsaidia lakini kufanya hivyo kungehitaji kutumia pesa, hivyo anaamua kutoingilia kati. Siku inayofuata Sanguna anakutana na mama yake ambaye anampa milioni 30 ili aweze kununua nyumba, kwa kuwa hataki mwanayo apitie mateso yale yale aliyopitia yeye na baba yake. Akiwa njiani kurudi nyumbani, anampigia Minsu simu kumwambia kuwa tayari amepata pesa, lakini wakati huo ajali kubwa inatokea. Sanguna anajua kuwa ikiwa hataingilia kati, watu wengi wanaweza kupoteza maisha yao. Akisukumwa na hamu ya kusaidia, anaamua kutumia milioni 30 kuizuia basi na kuzuia janga. Baada ya kuwaokoa watu, kuanzia sasa tutamuita Cashman. Baada ya hili anapelekwa gerezani kwa tuhuma za kusababisha ajali hiyo. Akiwa huko anakumbuka nambari aliyopewa na baba yake kwa dharura. Anampigia Yonka, rais wa kampuni ya mikopo ambaye analipa dhamana yake na kumpeleka mahali pasiri. Wakati huo huo tunamfahamu Shoana, mwanamke mwenye nguvu kubwa ambaye ameweza kutoa nguvu za Nakin, mwanamke mwenye uwezo wa moto. Anahifadhi dawa ya kuzuia athari na anafurahia mafanikio yake. Cashman anawekwa kwenye majaribio ili kuthibitisha kama kweli amerithi nguvu za baba yake. Baada ya kufaulu jaribio, John anaeleza kuwa baba yake ana deni kubwa la pesa, deni ambalo sasa yeye lazima alipe. Kama mbadala anaweza kumuoa binti yake na deni litafutwa. Pia anamuonya kuma akigoma watu wasiojulikana watamfuata hadi wamalize maisha yake. Bila kujua cha kufanya, Cashman anachukua pesa kidogo na kujitupa kutoka ghorofa ya tatu. John ha anaamini kuwa atarudi mara tu atakapomaliza pesa. Nyumbani Minsu tayari anajua kuwa mpenzi wake amekuwa maarufu, ingawa hilo si jambo jema. Anatambua kuwa alitumia kiasi kikubwa cha pesa kuwaokoa watu. Cashman hawezi kumficha ukweli na anakiri kuwa zilikuwa zile milioni 30 alizopewa na mama yake. Akiwa na hasira kwa sababu alivunja ahadi ya kutotumia nguvu zake, Minsu anamuacha peke yake na kuondoka. Wakati huo mlipuko unatokea na kutikisa eneo hilo. Wanaume kadhaa wanajaribu kumkamata. Akikumbuka maneno ya Jonha, Cashman anaamua kujificha katika nyumba ya wazazi wake. Siku inayofuata Jonha anajua kuwa akimweka mpenzi wa Cashman hatarini, atakuja bila kusita. Anashambulia tukio ambalo Minsu yupo. Anapopata habari hiyo, Cashman anakimbia benki kuomba mkopo kwa kuwa hana pesa tena. Anapotoka benki akiwa na kiasi kikubwa cha fedha anajirusha kwa kuruka moja kwa moja kuelekea mahali alipo mpenzi wake. Anafanikiwa kumwokoa na katikati ya vurugu, anamuomba aoane naye. Ghafla mwanaume mwenye nguvu za nakin anaonekana kama shujaa yeyote hebe. Anakabiliana na mhalifu aliyeazimia kumlinda mwanamke anayempenda. Anatumia pesa chache alizobakiwa nazo, na baada ya majaribio kadhaa, anafanikiwa kumshinda. Bila pesa tena, hawezi kurejesha nguvu zake, lakini watu wawili wanaonekana marafiki wa baba yake na wanachama wa muungano wa wanadamu wenye nguvu wanaokuja kumwokoa Cashman. Baada ya kufika mahali salama, wenzake wa Cashman wanajitambulisha. Wa kwanza ni wakili Byron Horn ambaye nguvu yake ni kupita katika vitu vigumu na huwashwa anapokunywa pombe. Wa pili ni Panmi ambaye ana telekinesis, uwezo unaoongezeka kulingana na idadi ya kalori anazotumia. Wote wawili wanamweleza Cashman kuwa baba yake alikuwa mwanachama wa muungano wa wanadamu wenye wa nguvu na kwamba kama ilivyo kwa kila shujaa, kuna wahalifu wanaotaka kuwaangamiza. Adui mkubwa zaidi ni Vanguard, shirika ambalo lina kila mtu upande wake: jeshi, serikali na taasisi nyingine za mamlaka. Ikiwa Cashman hatajiunga nao, kuna uwezekano watamkamata na kumvua nguvu zake. Kwa sababu hiyo, wanamshauri aishi maisha yanayoonekana ya kawaida kama wao, lakini abaki macho kila wakati kwa tukio lolote lisilo la kawaida. Siku inayofuata Cashman anaanza kufanya kazi pamoja na Panmi, na wakati huo huo anafanya mazoezi na wakili. Kadri muda unavyopita kundi linabuni mpango wa kuingia kwa siri katika mojawapo ya vituo vya kimkakati vya Vanguard na kupata taarifa muhimu. Kabla ya kuutekeleza, lazima wajitayarishe. Wanampa Cashman nguo maalum za ndani na barakoa ya kufunika uso ili kuficha utambulisho wake. Wakati huo huo nyumbani, Minsu anampa habari njema lishinda bahati nasibu inayowawezesha kupata nyumba kwa bei ya US sitini elfu tu, bei ya kushangaza sana. Wakiwa na furaha kwa fursa hiyo, wanasherehekea kwa usiku wa mapenzi. Siku inayofuata Cashman anapelekwa mahali ambapo anakutana na bwana Dong, mwanaume mwenye uwezo wa kuona siku zijazo. Hata hivyo, kila mara anapotumia uwezo wake anasahau kila kitu kilichotokea kabla ya maono hayo. Baada ya kumchunguza Cashman, hawawezi kupata taarifa yoyote muhimu. Dakika chache baadaye, wanaume kadhaa kutoka Vanguard wanaingia kwa nguvu mahali hapo ili kumkamata. Wanne hao wanafanikiwa kutoroka na kujificha. Wakili anamtolea Cashman pesa ili atoroke, lakini anakataa kuwaacha marafiki zake akiwa na kukata tamaa, anampigia Rais Yonga kuomba pesa na anamthibitishia kuwa yuko tayari kufanya chochote ili kuzipata. Hatimaye timu inazingirwa na Vanguard wakiongozwa na Johanna. Wakati kila kitu kinaonekana kupotea, Cashman anaonekana akiwa na pesa zinazohitajika kusaidia na kuanzisha mapigano makali. Hali inakuwa mbaya zaidi kwa kuwasili kwa tochi ya binadamu, adui mwenye uharibifu mkubwa. Cashman hana pesa za kutosha kuendelea kupigana na kwa kiasi kidogo alichobakiwa nacho kiwa kumtoa kwenye mapambano. Kwa msukumo mkali, adui anaanguka kwenye chemchemi, sehemu dhaifu kwa tochi ya binadamu. Hata hivyo, kutokana na ukarabati wa hivi karibuni wa eneo hilo, anaonekana kutopoteza nguvu zake. Cashman anakabiliana naye tena, lakini anamaliza pesa. Katika wakati wa uamuzi, anakusanya sarafu kutoka chini ya chemchemi na anafanikiwa kummaliza nguvu. Kisha Johanna anaonekana na kumpa simu. Upande wa pili wa mstari ni rais wa Vanguard, anayetoa ofa ya kununua nguvu zake kwa kubadilishana na pesa zote anazotaka . Siku inayofuata, Cashman anamtembelea baba yake kumuuliza kama inawezekana kuuza nguvu zake. Anamwonya asimwamini mtu yoyote na awe makini, kwani wanaweza kujaribu kumdhuru. Akiwa amejaa mashaka, Cashman anafikiria ni nani wa kumgeukia, na hatimaye anamwendea Panmi. Anashangazwa na swali hilo na anakiri kuwa rafiki yake pia aliuliza swali hilo muda fulani uliopita. Kisha anampeleka katika maficho ya wakili, ambapo anagundua kuwa nguvu hizo zina thamani kubwa sana, lakini kuziuza ni hatari kupita kiasi. Muda mfupi baadaye, wakili anapokea habari mbaya sana. Hana muda mwingi wa kuishi, kwa kuwa matumizi ya pombe kupita kiasi yameharibu mwili wake. Hata hivyo, Cashman baada ya kutafakari na kuchunguza, anaamua kuuza nguvu zake kwa sababu anataka maisha ya amani. Kwa kubadilishana, anadai milioni elfu nne, kiasi kikubwa sana ambacho kwa mshangao wake rais wa Vanguard anakikubali bila kusita. Ili kuaga uwezo wake, Cashman anatumia muda wake wa mwisho kama mwanadamu mwenye nguvu pamoja na katika kipindi hicho anamuomba rasmi kumwoa. Siku inayofuata anaamua kubadilisha mtindo wake wa maisha. Anaonyesha kuwa mkarimu zaidi kwa wenzake kazini, na anakutana na Jonathan, mwanaume aliyerudi hivi karibuni kutoka Marekani. Ghafla polisi wanafika kuanza uchunguzi dhidi yake.